Kama kanuni na sheria za uchaguzi ni hizi, hatuwezi kushiriki uchaguzi. Hatuko tayari kushiriki uchaguzi kwenye mazingira haya mpaka yatokee mabadiliko. Sante. Naitwa Emy Patience Kibatala, mimi ni makamu mwenyekiti wa BAWACHA kanda ya kati, lakini ni mjumbe wa baraza la mashauriano mkoa wa Morogoro. Leo tuko hapa tunafanya kikao hiki muhimu kabisa cha kikatiba. Tuna ajenda mbalimbali, lakini ajenda e, muhimu kwa sasa ni mikutano yetu ya no reforms, no election. Kama ambavyo ratiba imetoka, kanda ya kati tutaanza mikutano hiyo kuanzia tarehe nne. Hivyo basi, tuko hapa kujadili ni namna gani tutafanikisha mikutano yetu ili iwe na viwango bora, lakini pia kama makamu mwenyekiti wa BAWACHA kanda ya kati nichukue fursa hii kuwaomba wanawake wote wa kanda ya kati yenye majimbo thelathini waweze kuhudhuria kwa wingi kwenye mikutano hii na vikao mbalimbali vya chama vya kujenga chama chetu. Kama tunavyojua tumepita kwenye wimbi kubwa la watu kuhamahama chama, lakini kanda ya kati bado iko imara, BAWACHA bado wako imara kwenye majimbo thelathini wameondoka viongozi wanne tu kwenye majimbo 30 hivyo wajumbe wengi bado wapo na bado kanda yetu iko imara na bawacha bado wako kazini kukilinda chama chao kwa wivu mkubwa. Msimamo wetu kama chama uko wazi, kama kanuni na sheria za, za uchaguzi ni hizi, hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa miaka mingi tumekuwa tukionewa, uchaguzi umekuwa ukiibiwa, na wakati mwingine sio tu kuiba kura, sasa hivi serikali ya CCM inaiba hadi uchaguzi wenyewe. Hivyo, hatu, kwenye mazingira haya ambayo tunaona ni hatarishi kwetu, hatuko tayari kushiriki uchaguzi kwenye mazingira haya mpaka yatokee mabadiliko. Leo tunapoongea mwenyekiti wa chama taifa yuko mahabusu kule gerezani Ukonga. Kama yeye ameamua kujitoa sadaka kwa sababu ya Watanzania hawa, sisi wengine pia tumuunge mkono mwenyekiti wetu na viongozi wa chama taifa kujitoa sadaka kwa sababu ya nchi yetu kujitoa sadaka kwa sababu ya chama hiki ambacho ni tumaini la Watanzania. Hivyo ni waombe basi huko kwenye maeneo yote kuanzia kwenye misingi, matawi, kata na majimbo yote 30 ya kanda ya kati. Tuendelee kushikamana, tuendelee kufanya kazi za chama, tuendelee kukilinda hiki chama kwa wivu mkubwa, tuendelee kukipambania chama chetu popote pale tunapotakiwa kufanya hivyo. E, mimi kama makamu mwenyekiti wa BAWACHA kanda ya kati. Lakini kama mwanachama wa Chadema mwenye miaka 15 ndani ya chama hiki. Kanda ya kati bado iko imara. Watu walioondoka wanajulikana. Tumeondokewa na viongozi wawili wakubwa, mwenyekiti wa kanda na makamu wake, na hao wajumbe wanne wa BAWACHA ambao nimewazungumzia. Kwa hiyo katika hao watu sita hakuna hata nusu, yani hata e, pasenti moja e, ya wanachama waliobaki kwenye kanda hii. Huo ni upepo umepita kama ambavyo miaka mingine upepo huo pia woga unakuja unapita. Chama chetu bado kipo imara kwenye kanda hii, hatutetereki. Hizo nafasi zitazibwa na tutapata viongozi bora ambao wataipeleka hii kanda mbele, na mapambano ya kudai mifumo huru ya uchaguzi yataendelea.